Naitwa Kulwa Kikumba almaarufu kwa jina la Dude, msanii mwigizaji kutoka kiwanda cha Bongo Movie. Napenda kuwafahamisha Watanzania kwa ujumla, Wazanzibari, kutoka bara huko, tujitokeze kwa wingi siku ya tarehe 29, tupige kura kwa amani. Tukishapiga kura turudi nyumbani, tutulie, tusubiri matokeo. Ewe Mtanzania Kumbuka, nchi yetu imebarikiwa amani, utulivu na ni nchi mfano wa kuigwa katika nchi zilizopo duniani. Kwa hiyo tusiharibu amani yetu kwa haya yanayotaka kufanyika. Jitokeze piga kula, hali itakuwa nzuri. Unafahamu maendeleo yalivyokuwa mazuri, mfano hapa Zanzibar, Dr. Hussein Mwinyi amefanya mambo makubwa mengi mazuri, Wazanzibari wa Tanzania wanajua hivyo. Basi tuwape muda mwingine Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan na rais wetu wa Zanzibar hapa Dr. Hussein Mwinyi waweze kutufanyia mambo mazuri zaidi na zaidi na zaidi. Hivyo basi usikose kujitokeza tarehe ishirini na tisa, piga kura urudi nyumbani tulie. Oktoba tunatiki.